Akizungumza na ITV akiwa hospitalini hapo mara baada ya kunusurika kifo, Joshua Msiani amesema anachotambua walikuwa katika shughuli zao za kufuatoa tofali, ndipo wenzake wakamkaribisha mihogo ya kuchemsha, na baada ya kula ndipo ghafla hali ikawa mbaya na kujistukia yuko hospitalini kazi ya kufata matofali kule kwa matofali. mimi mii natokaauaa nilijipikia chakula changu nyumbani, na kula nakula, naenda kufanya kazi. Sasa katika kufanya kazi pale, wenzangu ambao walikuwepo yule kula na Doto na mwenzao mmoja anamuita wakusizia yani, sababu wenzangu wanantia lawama. Kwa hiyo anichukue muhogo hata mmoja katika kula sasa Yaani hye nimekula tu ndio pale kidogo hali nilianza kupata ikawa tofauti, kanikumbukumbu za hapo katikati zikaa azipo hata nimefika Mzinga, nimefika fika vivi hospitali. Ni kwamba kuna mwenzao mmoja ameleta mihogo. Baada ya kuleta mihogo, wakaanza ku kuipika ile mihogo. Katika kuipika ile mihogo, akampia mwenzao kwanza, akaleta mafuta. Baadaye hivyo hivyo watu wakala wote kwa pamoja, alafu akaanza kuona dalili zinabadilika kwa upande wake. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, Urichi Matei, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, ambapo amesema mamlaka husika zimechukua sampuli ya mihogo na uchunguzi unaendelea kufanyika ili kubaini chanzo cha vifo hivyo. Kuna watu wamekula mihogo inayodhaniwa kuwa ina sumu. Aidha, baada ya hali zao kuendelea kuwa mbaya waliwailishwa hospitali ya rufaa ya mkoa rufa wa Morogoro ambapo wakiwa njia njiani, Omari hisa Muhamedi aliaga dunia, kisha Hamisi hisa Muhamedi naye akafariki wakiwa anapatiwa matibabu hospitalini hapo Morogoro. Hata hivyo hivo, Amosi Kunambi alitibiwa kisha kuruhusiwa hospitalini hapo ila Joshua msiani bado anaendelea na matibabu. Katika tukio jingine, Kamanda Matei amesema mtu mmoja aliyejulikana kwa majina ya Jackson Johnny anayesadikiwa kuwa mgonjwa wa akili amemuua mdogo wake aitwaye Raymond Melikioni kwa kumchoma mkuki kisha naye kujichoma mkuki na kufariki dunia. Mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Jackson John, huyo ana miaka 25, ni mluguru mkazi wa Kikeo, ambaye anasadikiwa ni mgonjwa wa akili. Akiwa nyumbani kwake, alichukua mkuki na kuanza kumfukuza mdogo wake aitwaye Raymond Melikioni mwenye umri wa miaka 9, ni mwanafunzi wa darasa la pili, mwanafunzi wa shule ya msingi ya Kikeo mkazi wa Kikeo, na kisha kumchoma tumboni ambapo alifariki dunia papo hapo. Huyu bwana alichukua ule mkuki na, na kujichoma ye mwenyewe kwenye ubavu na kufariki dunia. Kwa hiyo chanzo cha tukio hili inaonekana ni mtindio wa akili wa huyu Jackson John. Waliofariki dunia katika tukio la kula mihogo ni Daudi Herimani mkazi wa Kaudheni Omari Muhamedi pamoja na Hamisi Muhamedi, ambao hao wawili ni mapacha. Ni mmoja ya mgonjwa ambaye anasadikiwa kula mihogo yenye sumu ambaye amelazwa hapa katika hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro. Nikiripoti kutoka katika hospitali hii mimi ni Sifuni Mshana wa ITV.